You people story time, leo tena tuko na makazins. Jamani, makazins ni wa moto <laughs> Anyways, I'm cooking so msije mkaona najaribu ku multitask sababu nimeona ni kama nimefuta hapa. So makazins wetu wa leo walikutana msibani, jamani. Mhm, mm, kuna mjomba wako amefariki, so akutana msibani. Unajua tena misiba inaunganisha watu wengi, misiba na, na wingi, harusi mara nyingi ndio watu wengi wanakuja kuona nani kule. So mtika msibani, unajua tena wewe cousins unaanza kutambulisha, sio yeye nini, huyu dada na huyu kaka kwako, na kama spark flani hivi imetokea kati yao wawili, lakini kila mtu akawa anajaribu kuignore after msiba kila mtu karudi kwao, wakawa lakini wana communicate hivyo hivyo kidogo kidogo. Haya, baadaye ukoje, kutokea msiba mwingine. Sasa this time huo msiba uliotokea ni yule kaka alifiwa na baba yake, so mdada akamkuja kwa msibani kwao huyu kaka. So ifika msibani hivyo mkaka na majonzi sijui nini, na mdada akala jitahidi kweli kumcheer up like, na anakaa naye anampa moyo usilie, yara yara yara. So wamemaliza kuzika mkaka ka suggest kwamba waende sehemu waka you know, waka refresh. So kwa mimi na sehemu waka wanakunywa nini nini, wewe uko mfikia ile sehemu uko wanakunywa uh, huyu kaka akawa ana yani, kuna namna anakuwa anamtreat huyu dada huyu dada ikawa like mm, argh, what are we because <laughs> kuna mtu ndani anakuwa na mkiss labda ya shavuni kwenye forehead evil hai umeza kunywa you know, everybody's just eh wamelewa, they're just eh Wakatoka pale wakasema, hatuwezi kuenda nyumbani kwa sababu muda uko mshaenda, ni usiku. Wakaamua kwenda kutafuta sehemu ya kulala, wakalipia hoteli so walipia ile hoteli so huyu huyu kaka na huyu dada makazi wenzao wakachukua chumba hiki kimoja. So wamefika chumbani, mkaka akaanza kumkiss huyu dada like shingoni, sijui nini. So mdada akanyanyuka, akamwambia you know what, sisi ni makazi, we're not supposed to do this. Mdada akakimbia bafuni, kwenda bafuni, mkaka akampata, akamwambia hivi, you know what I know sisi ni makazi lakini mimi have feelings for you.

anakuta mwanamke ndani kwa ukaka. So alivyomuuliza ukaka, kamwambia huyu <forsionale> so, ni girlfriend wa rafiki yangu. anafanya nini kwako? So mdada, ikabidi aende, kamuuliza mdada mwenyewe, kumuuliza mdada, akasema nao, mimi hapa niko kwa boyfriend wangu. huyu ni nani? ni boyfriend wangu. Mdada kurudi kumconfront mkaka, mkaka akasema udada ana matatizo ya kisaikolojia matatizo ya kisaikolojia, afu akamfukuza nyumbani kwake. So kititokea kwamba huyu kaka akamfukuza yule dada mwingine na akabaki na kazi wake. I don't know if you are you catching up, okay? So baada ya kumfukuza yule dada, maisha mengine yakaendelea huyu mtu na kazi wake ukaendelea kukaa pamoja they doing the deal and stuff like that. Anyways, muda ukapita. So, mdada ikifika muda wa kurudi kwao, so kwa kurudi kwao kwa mbele na watu, nataka niende na wewe kwa sababu pia 40 ya babangu imefika, pia nipitie kwenye hiyo function ya 40. So ndio hivyo akawa ameenda kwenye 40 ya babake na huyo kaka hivyo, isha kila mtu akaenda kwao, lakini mahusiano yao yakawa yanafije, yanaendelea kumbuka, they are cousins so hivyo wanatembeleana they doing the deeds sivyo nini nini, lakini red flags pia zilikuwepo. Mdada anakuambia there are times, unaweza kuwa unakuta messages za wanawake ama picha za wanawake but stuff like that, lakini akawa ana ignore ama wana solve, maisha mengine yanaendelea until one day alipoona certain changes kwenye kwenye mwili wake so ikabidi aende kwa daktari. Hiyo amefika <laughs> kwa daktari, daktari kampima, kamwambia you know what una STI. Haya, okay, ukiangalia yeye yeah, yeah. she was very faithful to this guy, after guy ndo alikuwa anakona kona. So akaenda kumwambia mkaka we, <laughs> hakuamini ni nini, nini. Mkaka simtukane mkaka, kaza kumtukana, akawa very abusive, anamwambia maneno mabaya, ana body shame sijui nini nini. After that akamwambia you know what, hata hivyo tuachane. Mkaka ndo alicheat, mkaka ndo alikosea Mkaka ndo alimwambukiza magonjwa ya STI, mkaka ndo akamtukana, na mkaka ndo akamwacha yo. So ule na kwambia it's been 8 months now toka achane na cousin wake, lakini ndo hivyo tena, anajua kabisa yule cousin wake, lakini she still loves the guy. Hana mpango wa kumrudia, don't get me wrong, hana mpango wa kumrudia, lakini ndo hivyo anasema, yani ametoa testimony yake, yeye na cousin wake, like she still loves the guy, she's so hard kwa mkaka ile chomfanyia, lakini ndo hivyo tena, kesera kesera, whatever will be will be.